Kwa mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka thelathini iliyopita <coughs> inanipa matumaini kwamba kesho ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume wa Tanzania ni njema sana, au ni njema zaidi, na ndoto ya usawa wa kijinsia iliyopiganiwa na kina mama zetu haiko mbali sana kutimia, iko hapo karibu kutimia, na takwimu zinatuonesha hivi nilikuwa kwenye mkutano na marais wenzangu punde hivi, tukawa tunatambiana kwenye mambo hayo ya usawa wa kijinsia nikajikuta Tanzania niko mbali kidogo na mataifa ya leo nizidi yanaongozwa na wanaume all the way toka wamepata uhuru mpaka leo, na wamekwenda mbele sana kwenye usawa wa kijinsia Tanzania bado tuko nyuma lakini nami nitajitahidi tuende nalo, ili nitakapomwachia kijiti mwingine na yeye achukue nilipoacha aende mbele. Sasa ili hayo yawe endelevu, ni lazima kuwa na serikali inayoamini katika usawa wa kijinsia hivyo. Kadri daftari la wapiga kura linazunguka, ndugu zangu, katika maeneo yetu Tanzania, na hili jukumu na waachia waandamanaji mliopita hapa lakini na wanawake wote tulioko kwenye majukwao twendeni, tukalisimamie daftari la wapiga kura.